pendwa katika Kristo, tumsifu Yesu Kristo. Nawakaribisha wote katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu katika siku hii. Karibuni tusikilize injili takatifu. Somo la Injili lilivyoandikwa na Luka, sura ya 12 aya ya kwanza hadi ya 7. Wakati huo, makutano walipokutanika elfu elfu, hata wakakanyagana, alianza kuambia wanafunzi wake kwanza Jilindeni na chachu ya Mafarisayo, ambayo ni unafiki. Lakini hakuna neno lililositirika ambalo halitafunuliwa, wala lililofichwa ambalo halitajulikana. Basi, yeyote mliyosema gizani yatasikiwa mwangani; na mlionena sikioni mwa mtu katika vyumba vya ndani, yatahubiriwa juu ya dari. Nami nawaambia ninyi rafiki zangu, msiwaogope hao wauuao mwili kisha baada ya hayo hawana wawezalo kutenda zaidi. Lakini nitawaonya mtakaye mwogopa, mwogopeni yule ambaye akiisha kumuua mtu ana uweza wa kumtupa katika Jehanam. Naam, nawaambia mwogopeni huyo. Je, mashomoro watano hawauzwi kwa senti mbili? wala hasahauliwi hata mmoja wapo mbele ya Mungu. Lakini hata nywele za vichwa vyenu zimehesabiwa zote. Msiogope basi, bora ninyi kuliko mashomoro wengi. Neno la Bwana. Katika Injili ya leo Yesu anawatahadharisha wanafunzi wake dhidi ya hatari ya kiroho, na hatari ya kiroho inayotajwa hapa ni unafiki katika dini. Unafiki ni kutenda matendo ya dini kwa nje, huku moyoni mtu akiwa hana imani nayo, na kwa hiyo hanufaiki nayo kiroho. Yesu alitambua kuwa kunaweza kuwa na tatizo katika kuweka pamoja mambo hayo mawili yaani matendo ya nje ya kiibada na hali harisi ya kiroho. Kushindwa kuweka mambo hayo pamoja hupelekea ukosefu wa imani na kuwa na maisha yaliyogawanyika ya kama walivyokuwa wanafunzi wa Yesu kipindi hiko. Sisi nasi roho zetu zipo hatarini au labda tayari zimeshaingia katika hatari hiyo, kwani ni rahisi kuweka sura nzuri nje kutenda matendo ya kiibada bila kuwa na imani nayo, na kwa namna hiyo tutakuwa tunawapumbaza wengine zaidi, sana tutakuwa tunapumbaza wenyewe. Leo Yesu anatualika kujichunguza maisha yetu, kujali roho zetu na kuwa na msimamo thabiti. Ni vizuri kwamba maisha yetu ya nje yawe kama kioo kinachoonyesha uzuri wa roho zetu. Kweli ni kwamba kama matendo yetu mazuri ya nje taambatana na uzuri wa roho zetu tutaishi maisha yenye muunganiko yanayoenda kwenye uelekeo mmoja. Tutakuwa na amani ya ndani hata kama nje kuna fujo na hatari nyingi. Tumwombe Mungu kupitia maombezi ya Mtakatifu Karisti wa kwanza, papa na shahidi, tunayemkumbuka leo, jaliwe msimamo wa kiimani kama uliokuwa nao yeye dhidi ya fujo na hatari nyingi za ulimwengu huu hozo lingine kuu katika injili ya leo ni kuhusu kutokuwa na hofu. Hofu inaweza kuwa na nguvu sana, inaweza kupelekea kutishika, kuhamaki na hata kushuka kiimani. Hata hivyo, hofu ya Mungu ni dawa dhidi ya hofu zingine, kama tusomavyo kwenye Zaburi na alimtafuta Bwana akanijibu akaniponya na hofu zangu zote, Zaburi sura ya 34, aya ya 4 34. Hope ya Mungu ni heshima ya pekee kwa yeye aliyetuumba kwa upendo na anayetutunza kwa huruma na wema. Tutambue kuwa hasara kubwa zaidi mtu anayeweza kupata sio hasara ya kimwili, bali ni hasara ya kupoteza roho yake katika moto ya liyokuma wa mlele. Hope ya Mungu iliyokomaa kupelekea ukuaji wa kiroho, hekima na maamuzi mazuri tena hofu ya Mungu inamfanya mtu asijisifie dhambi, inamwondolea woga, hasa akiwa mbele ya Shetani. Yesu anatuhakikishia kwamba kama Mungu anawajali mpaka shomoro, basi sisi watoto wake anatujali zaidi, sababu sisi ni wa maana zaidi kuliko shomoro wengi. Mungu anatujua na anatupenda. huu ni uhakikisho ambao kila anayetamani uzima wa milele angetamani kusikia. Na hapa Yesu mwenyewe